Hivi uh, ulishaje kujiuliza kwa nini unafanya operation? Kwa nini unafanya operation ya maybe kuna changamoto ya henia operation operation, ngiri operation, uh, una changamoto ya gaita operation, tezidume operation, bawasiri operation. Changamoto uh, yoyote ya kiafya inahitaji uh, inayohitaji operation kwa ajili ya kukuweka sawa, out of out of ile ya kujifungua. Kujifungua tuwachane nayo kwa sababu operation yake hiyo uh, ni, yani, ni, kwanza hiyo, huwa itakiwi huwa itakiwi sema hiyo inakuja kama dharura kama kitu imeshindikana mtoto mkubwa labda una changamoto za panapale uh, sasa, tuwachane na hiyo lakini hizi changamoto uh, za kiafya lakini baada ya swali watu wakawa wananiuliza kwamba inakuwaje sasa mtu umeshafanya operation, changamoto inarudi? Kwa nini changamoto huwa inarudi? Sasa a, niwaambieni kwamba a, tunapokuwa tunatibu hizi changamoto, mara nyingi vivimbe au kuwepo kwa uvimbe au kuwepo kwa changamoto yoyote ambayo inasababisha tufanyiwe operation ni huwa sio chanzo cha tatizo hilo. Ni kitu ambacho kwanza inabidi tukifahamu, hicho huwa sio chanzo cha tatizo. Ina maana kuna kitu kingine zaidi ya, opare... yani zikuna... ya kuna kitu kingine zaidi ya hicho kitu ambacho kinatolewa, ina maana kumbe adhimbe yoyote ile au changamoto yoyote, yoyote, inayosababisha operation, hiyo ni matokeo, siyo chanzo cha tatizo ndugu yangu, na changamoto yote